Pindua pindua kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia mb dakika kivyovyote. Plani yangu tuliokuja nayo tumeweza kutimia, kwa sababu tunaweza kutimiza, kwa sababu tulioheshimu Simba. Simba ni timu kubwa, timu ambayo imewekeza kwenye mpira, timu ambayo ina wachezaji ambao wamepevuka, kwa hiyo tulikuja na plan, tunataka tupate matokeo. Kama tukufunga basi tusi, tusifunge tupate suluhu. Nafikiri plan yetu suluhu nafikiri plani yetu imekamilika. mimi E, nilisema lazima nipate matokeo, nipate matokeo aidha ya kushinda au ya draw. Nafikiri nimefanikiwa kila kile ambacho nilikihitaji, nilitaka nishinde au nipate suluhu. mimi E, nafikiri kikubwa nilitaka nizuie sana eneo langu la golini ili Simba siweze kunifikia golikipa kwa karibu, na ndicho ambacho nilichohitaji. Nilianza kuchezesha midfield kipindi cha kwanza Manzi, lakini aliumia. E, mimi nafikiri maneno yaliongelewa mengi kwamba sisi tutawachia Simba na nini, lakini nasema kwamba mimi kweli mimi ni Simba. Hamna mtu asijue kwamba mimi ni Simba, nimecheza Simba kwa muda mrefu, nimefundisha, lakini unapokuwa kwenye kazi lazima uangalie kazi. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kwamba Tanzania hii ilikuwa ni kazi na tumefanya sisi kama kazi kwa upande wetu. Eh, mimi nafikiri kwa watu wale ambao wamefuatilia timu yetu sisi ni timu ambayo tulianza kama ilikuwa ni sehemu ya kulikuwa kuna vurugu sana Iringa. Kwa hiyo usajili wetu sisi haukuwa mzuri. Tulifanya usajili kwa kipindi kifupi sana. Kwa hiyo sisi tuna matatizo sana katika upande wa mbele. Kwa hiyo iisha andika ripoti kwa, kwa, kwa viongozi. Nahitaji kuongeza wachezaji zaidi ya wanne, ikiwezekana watano wa mbele, kwa sababu nyuma mpaka katikati nafikiri niko vizuri, lakini lazima nipate watu wa mbele. Ukiangalia ni sifungi goli nyingi, kila napotea sana, nafunga goli moja, lakini nashindwa kusukuma, kwa sababu sina watu ambao ni quality kabisa katika mbele.